Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Themistockles Isidori Masae. <clears throat> Ni katibu wa siasa mafunzo na wenezi wa chama cha mapinduzi, wilaya ya Rombo. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa nyote kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusiana na chama cha mapinduzi wilaya ya Rombo baada ya kamati ya siasa ya wilaya kukaa. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nitumie fursa hii kuhabarisha umma, wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi, wapenzi wote na wakereketwa, bila kuwasahau wadau wote wa kimaendeleo ndani ya wilaya ya Rombo kwamba tarehe tisa mwezi huu wa tano tutakuwa na ugeni mkubwa na mzito sana ndani ya wilaya yetu ya Rombo, tarehe tisa, saa tatu asubuhi, tutampokea mjumbe wa Kamati Kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini ni katibu wetu wa siasa na mahusiano ya kimataifa, yaani SUKI, lakini kubwa zaidi, ndiye mlezi wetu wa mkoa wa Kilimanjaro kichama. Saa tatu asubuhi ni waalike wananchi wote, wapenzi wote, wanachama wa chama cha mapinduzi tukusanyike pamoja, tukutane kata ya Mamsera ambapo ndiyo lango la kuingia ndani ya wilaya ya Rombo, tumfanyie mapokezi mazito, tumuonyeshe mahaba yetu na bashasha kubwa kwani ndiye mlezi wetu wa chama, lakini ni mjumbe wa kamati kuu, ni mtu mzito kabisa kabisa kabisa, kabisa, na tunaamini ujio wake ndani ya wilaya yetu ni neema kubwa, ni neema kubwa. Anaingia kwenye vikao vya kamati kuu, kikao ambacho ni kikubwa kabisa ndani ya chama chetu, lakini baada ya hapo atakuja kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rombo kwa ajili ya kupokea taarifa fupi, lakini atakagua miradi mbalimbali ya kimaendeleo ili ajionee kwa macho yake kazi ambazo ya zimefanywa na serikali iliyo chini ya Chama cha Mapinduzi inayosimamiwa na Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, aone namna gani ilani imetekelezeka kwa miaka mitano, lakini baada ya hapo msafari wake utaelekea Tarakea mjini eneo la sokoni au stengi, pale ndipo atakapofanya mkutano wake wa hadhara kuanzia saa saba kamili. Ni waombe wapenzi wanachama wa chama cha mapinduzi, tukusanyike kwa wingi, tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya kumsikiliza mgeni wetu. Atakuwa na mambo mazuri sana ambayo ametuletea na wakazi wa Tarakea wasisahau, tutaanza kushusha burudani. Kama wanavyofahamu Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa sana, tutakuwa na burudani nzito. Wakazi wa Tarakea, tutakuwa na wasanii bila kuwasahau, miso misondo watakuwepo kuanzia saa nne kamili, wakiserebuka wakifurahia, huku wakimsubiria mgeni wetu kwa ajili ya mkutano huu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.